Je, unamkumbuka Mwalimu Silvesta Livale, baba watoto watano na mke mmoja, na shindwa la kusema <laughs> simulizi ya Silvesta inadhihirisha kuwa ni kweli, baada ya dhiki ifaraja <laughs> na maisha ni kutafuta, wala sio kutafutana na kujipambania, hadi tone la mwisho. Kwa hiyo sasa hivi mmekuta ninasimama nina natembea, kaunda suti zangu mpaka sasa hivi zimesimama nilizokuwa navaa enzi hizo, yaani ziko vizuri, nanyi naona mmeniona. mm. E, mimi nilikuwa nikitoka kaunta suit, mzee wa kaunta e, na furaha, si nanyi mnaniona? Basi Mungu Mwenyezi awabariki. Hatimaye tabasamu limerejea tabasamu la kusonga mbele. I macho yangu hayaamini yanachokiona, ni Silvesta kweli ama pacha wake? Oh, kumbe ndiye. Leo machozi ya furaha yanatiririka usoni kwake. Kumbe kalamu ina nguvu. Baada ya Azam News kuripoti habari ya Silvesta Februari mwaka huu, wadau mbalimbali wamejitokeza kwa kumchongea miguu ya bandia ya daraja la pili, kiti mwendo na mengine kedekede kede. Agustino Masoi alivyopata taarifa zangu hizi aliweza kuninunulia hii baskeli ya umeme inayotumia umeme, kwa hiyo mpaka sasa hivi naenda shuleni mimi mwenyewe peke yangu, naenda nafundisha na rudi na zangu muda ukishafika, sina haja ya kuita tena bajaji. Namshukuru sana, naye Mungu azidi kumbariki. Lakini ya kuishia hapo akanipatia hela tena za kuweza kunichongea hii miguu saidizi Silvesta ananiambia ya kwamba kamwe hato isahau tena nguvu ya kalamu, kwa sababu nilikuwa sijaribu hata kuinua mguu. Saa hizi mmeniona natembea na simama. Mungu abarikiwe sana. La msingi la kuangalia mbele yangu ni kwamba nikufanya kazi kwa juhudi na kwa bidii. Hivi unajua uchungu wa kutovaa viatu wala suti kwa miaka sita? Silvesta, na simulia, watoto walisha nizoea, nilikuwa nikitoka huko nimevaa viatu vizuri, natembea vizuri, kwanza na nakuja nikiwa na bashasha nyingi ambazo mke wangu akinipokea, yaani na yeye anakuwa na, na furaha. Lakini nilikosa kuvaa viatu kwa muda wa miaka sita na sikutarajia kabisa kama ningeweza sasa kutembea, yani mitaani huko. Umoja wa maafisa elimu kata Tanzania ni miongoni mwa waliomwezesha na leo hii tumeweza kumnunulia hii toyo yenye thamani ya shilingi milioni saba na laki mbili tumkabidhi hapa ndugu yetu kwa niaba ya maafisa elimu kata wote kutoka Tanzania nzima, lakini pia tumemwekea kwenye akaunti yake shilingi milioni kumi. Kwa sasa kutembea si tatizo tena kwake, anakata mitaa akiwa na kitimwendo chake guta nalo akilitegemea kumuingizia kipato. Jasiri haachi asili. Kugonga mawe anasema hatoacha kamwe, ni sehemu ya mazoezi, ila si itakuwa kama mlivyonikuta nilivyokuwa nafanya. Tabasamu limerejea na hata urefu amenizidi kabisa. Kwa sasa shughuli zake zinaendelea kama kawaida, huku akisema uchapakazi wake utaendelea zaidi na wengi wakimwita mzee wa kaunda suti na leo ameitinga hapa. Mi naitwa Muhammad Nyaulingo, na hii ni habari Weekend.